Tukae kwa amani na tusikubali nchi yetu ipate kutenganishwa kwa misingi yoyote ile, ikiwemo misingi ya dini, misingi ya kikabila, misingi ya umri, misingi ya jinsia. We must protect the unity of Kenya by all means possible. Lazima tubaki na taifa moja ambayo limeshikana. Hakuna mtu aliandika barua, atazaliwa akiwa Kabila gani? Na sisi zote ni wa Kenya. Na nyinyi Wakamba, mnajua watu wetu wengi wanaishi nje ya ukambani, wengine Mombasa, ni kweli, si kweli? Wengine Taveta, kweli, si kweli? Wengine Garissa, kweli, si kweli? Kwa hivyo muko na jukumu ya kuhakikisha kwamba taifa letu liko na mshikamano liko na umoja, ndio watu wetu ambao walizaliwa hapa ukambani, lakini wanafanya kazi nje wakue salama kule wako na waishi vizuri na majirani wao, kwa sababu kule wako ndio kwao. Ni kweli si kweli, jamani? Kwa hivyo msiletewe mambo ya ukabila, wacha kila kiongozi auze ya sera yake. Na mimi naomba viongozi wote wakue na heshima. Unakuwa na heshima na viongozi wengine, na unakuwa na heshima pia na wananchi. That is how we will build a good country. Naona viongozi wengine wanakosea viongozi wengine heshima. Naona viongozi wengine wanakosea wananchi heshima. Mimi na wasi kama naibu rais wa Jamhuri ya Kenya, mimi naomba Wakenya sisi zote tuishi kwa amani, umoja, na vile vile tupendane na tuheshimiane, na heshima sio utumwa. Ukiona heshima, usidhani huyo mtu hana namna ya kuwa na madharau, ni vile. Ni vizuri kuwa na heshima baina yetu.